Katika Mathayo sura ya kumi na tatu inasema kwamba Mungu alikuja duniani na kupanda nafaka ya kweli ya injili ya ukweli, walakini yule adui Ibilisi alifanya nini? Na magugu usiku. Imeandikwa akapanda magugu katikati ya ngano. Baadaye machipukizi yalipomea, watumishi wakaja na kusema, Bwana, hukupanda mbegu nzuri katika shamba lako, basi kwa nini kuna magugu mengi sana miongoni mwazo? Kwa ufupi, kwa nini magugu haya yanakuwa kwa wingi sana? Yule mmiliki alisema nini? Adui ibilisi alikuja na akafanya hivi. Alisema, bwana, unataka twende tukayatoe? Waliuliza. Kisha akajibu, acheni vikuwe pamoja hadi wakati wa mavuno. Kwa hiyo uongo pia unastawi duniani sasa hivi, akasema viacheni wakati wa mavuno magugu yatakusanywa na kufungwa ili kutupwa motoni, lakini ngano itakusanywa na kuwekwa katika ghala langu la mbinguni. Kila mtu, tunaiadhimisha Pasaka ya agano jipya. Pasaka iliadhimishwa kwa neema na Yesu, Petro, Paulo na watakatifu wote wa kanisa la mapema. Huu ulikuwa ukweli wa mwisho. Walakini, kwa kuwa tayari ilitabiriwa kwamba yule adui mwovu Ibilisi atapanda uongo miongoni mwao, onyo gani limeandikwa katika Wagalatia sura ya kwanza? Kama mtu akihubiri injili tofauti na ile tuliyowahubiria, na iwe nini kitawatokea wazo la laana linaweza kufasiriwa bila ukamilifu, kwa kuwa ingekabili hukumu ya milele katika jehanamu. Ni lazima tuwashukuru sana Baba na Mama wa Mbinguni ambao wametuongoza kusimama imara katika ukweli wa Pasaka ya agano jipya ili tuweze kukimbia kuelekea ufalme wa milele wa mbinguni kwa imani sahihi, mbali na mateso ya milele ya jehanamu. Lazima tuwape utukufu. Kwa hiyo katika Biblia Mtume Yohana aliona ufunuo kama huo. Tufungue Ufunuo sura ya saba. Katika Ufunuo sura ya saba mstari wa kumi na nne imeandikwa, nikamjibu, Bwana wewe wajua. Naye akasema, hawa ni wale waliotoka katika ile dhiki kuu, nao wamefua mavazi yao katika damu ya mwanakondoo na kuyafanya meupe kabisa. Nao wamefua mavazi yao katika damu ya mwanakondoo na kuyafanya meupe kabisa. Katika mstari wa kumi na saba imeandikwa kwa maana mwanakondoo aliyeko katikati ya kile kiti cha enzi atakuwa mchungaji wao, naye atawaongoza kwenda kwenye chemchemi za maji yaliyo hai, naye Mungu atafuta kila chozi kutoka macho yao. Hapa tunaona nao wamefua mavazi yao katika damu ya mwanakondoo na kuyafanya meupe kabisa. Ukweli gani unaziosha dhambi za wanadamu wote ambao walivikwa mavazi yaliyotiwa madoa na dhambi na unatupatia msamaha wa dhambi? Pasaka ni ahadi ambayo Yesu aliifanya wazi kwa maneno yake, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Kwa ajili ya nini? Kwa ondoleo la dhambi. Imeandikwa dhahiri katika kitabu cha Mathayo sura ya 26. Na nabii Zekaria alieleza kifungu hiki katika Zekaria sura ya 13. Sura ya kumi na tatu mstari wa kwanza. Katika siku hiyo, siku hiyo katika Biblia inarejelea juu ya nyakati za mwisho. Katika nyakati za Roho Mtakatifu. Chemchemi itafunguliwa kwa nyumba ya Daudi na wakazi wa Yerusalemu kuwatakasa dhambi na unajisi. Kuwatakasa dhambi na unajisi katika Ufunuo sura ya saba, nao wamefua mavazi yao katika damu ya mwanakondoo na kuyafanya meupe kabisa. Je, hatimaye kuosha dhambi na uchafu kunaweza kutimizwa bila ukweli wa Pasaka? Ikiwa mtu anasema tu nimesamehewa dhambi zangu, je, inamaanisha kwamba anasamehewa moja kwa moja? Kama mtu akienda nje na kupaza sauti, mimi ni rais wa Korea Kusini, je, wote watakuwa raisi? Jibu ni hapana. Ikiwa mtu anadai nimesamehewa dhambi zangu, lazima kuwe na ishara ya wazi ya kusamehewa, lazima kuna ahadi. Tulikuwa wenye dhambi ambao walipaswa kungoja kifo, lakini Mungu mwenyewe alikuja hapa duniani akamwaga damu yake kwa ajili yetu, na kila kitu alichovumilia msalabani kimezungukwa katika ukweli wa Pasaka ya agano jipya. Leo makanisa yanasema, je, haitoshi kuamini tu? Basi kusema ninaamini ni tata sana. Hakuna vigezo vya kawaida au vinavyoweza kupimika. Ndio maana Mungu alianzisha mfumo wa Pasaka ya agano jipya. Mungu ametutakasa kupitia ukweli wa Pasaka ya agano jipya, naye ametufungulia njia tukufu ili kurudi nyumbani kwetu pa mbinguni. Kwa hiyo, kwa sababu Pasaka ina maana kubwa sana, Mungu alisema, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana, atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni ye.